Tue wale wanaounda maisha na sio wale wanayoyavumilia. Je, hili lawezekana? Habari yako mpenzi mtazamaji, imani yangu ni kwamba usalama salimini. Naitwa Jerome Hakizimana J je. kwa majina ya umaarufu Mutarambirwa Vibe Maker MC. Niko katika tasnia ya utangazaji habari ya pata miaka minane. Kwa mahojiano na mjadala nilivyofanya na watu mbalimbali mbali, nchini Burundi, Tanzania na Rwanda kupitia mitandao ya kijamii, nimegundua kuwa wengi wao bado wanaamini kuwa maisha ni kuyavumilia tu na kufuata yanapokuelekeza, badala ya kuwa yule anayeyaunda na kuyaendesha, jambo ambalo linawasababishia watu wengi kuto ganga yajayo na hivyo kufuja kipato kidogo walicho nacho au kile wanachokipata. Katika session hii ya kwanza ya NAKUKAMA, yani nasaha za kufanikiwa katika maisha, kwa maneno yote ambamo nitakufafanulia mbinu sita za namna ya kuwa miongoni mwa wale wanaounda maisha badala ya kuwa miongoni mwa wale wanayoyavumilia. Nasaha hufafanuliwa kama maneno ya busara yanayoasa watu, yanayotolewa kwa lengo la kuwaongoza maishani. Pia ni ushauri wenye maelekezo na msaada unaotolewa na mnasihi aghalabu baada ya kuzungumza naye. Nasaha ni kama vile mawaidha, mwongozo, ushauri au maelekezo. Kabla ya kuingia kwa kina, hakikisha kwamba umeshajiunga nasi ili usipitwe na chochote kitakachopitia kwenye channel hii kwani kile unachokaribia kusikia ambacho pia kitakuwa kinapita mara kadha wa kadha hapa ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo angalia kama umeshajiunga nasi. Ndio, linawezekana kabisa kuwa wale wanaounda maisha badala ya kuwa wale wanaoyavumilia. Ni chaguo la mtazamo, mtindo wa maisha na vitendo. Hii inahitaji kujitolea mwenyewe, kuwa na azma ya kuchukua hatamu za maisha yako na kutoacha tu mambo yajiendee bila kuyasimamia mbinu sita za namna ya kuwa miongoni mwa wale wanaounda maisha badala ya kuwa wale wanayoyavumilia ni hizi zifuatazo kwanza kuelewa nguvu yako ya kibinafsi hatua ya kwanza katika kuunda maisha yako ni kuelewa kwamba kila mtu ana nguvu ndani yake hata katika hali ngumu bado tunao uchaguzi wa kufanya na uchaguzi huo unaweza kuathiri maisha yetu ya baadaye. Nadhani hapa nimeeleweka kabisa, inakubidi uchague, lakini uchaguzi huo unaegemea nguvu zako za kibinafsi. Zinaanzia wapi? Zinaishia wapi? Mbinu ya pili, kuwa na mtazamo wa kiutendaji wale wanaounda maisha yao hawawezi kutosheka kwa kungoja mambo yaje tu. Wao huchukua hatua, huweka malengo na hufanya kazi ili kuyafikia malengo yale, hata kama inahitaji juhudi ama mda. Usikai hapo mikono mitupu, unalala unaamka, sai unataka wewe mwenyewe, halafu unadhani eti kila kitu kitafika, kinakuja moja kwa moja kuelekea kwako. Hapana kabisa ni kuwa na mtazamo wa kiutendaji, kufanya kazi kabisa kwa kuelekea malengo yako yale ambayo wewe mwenyewe umeshajiwekea. Mbinu ya tatu: kujifunza kutoka kwa kila uzoefu. Maisha yana changamoto zake. Badala ya kuona changamoto kama vizuizi visivyoshindika, wale wanaounda maisha yao huona vizuizi kama fursa za kujifunza na kukua. Kila kushindwa ni somo na kila mafanikio ni hatua moja zaidi kuelekea maisha bora. Nadhani hapa umeelewa ndugu mtazamaji. Mbinu ya nne ni kuchukua jukumu la hisia zako na mawazo yako. Hisia na mawazo yanaweza kuathiri jinsi tunavyoyaona maisha. Wale wanaounda maisha yao huchagua kuendeleza mawazo chanya, kubaki na nguvu mbele ya changamoto na kudumisha mtazamo wa shukrani jambo ambalo huwasaidia kusonga mbele kwa kujiamini. Mbinu ya tano ni kuwa na maono ya wazi ya kile unachokitaka. Mpenzi mtazamaji, kuwa na maono ya kile unachotaka kufanikisha katika maisha kunatoa maana kwa kila hatua unayochukua. Mara maono haya yakieleweka, inakuwa rahisi kufanya maamuzi na kudumisha motisha mbele ya changamoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeshakuwa na maono ya kile unachotaka kufanikisha katika maisha yako, na hivyo kila hatua unayotaka kuchukua inafiki na kuwa wazi kabisa. Mbinu ya sita na ya mwisho katika session hii ya na kukama, yani nasaha za kufanikiwa katika maisha, ina maana zitakuwa nafanya session ndefu ndefu, kwa sababu siku hizi watu wanachoshwa kabisa na vitu virefu virefu kwa hivyo mbinu ya mwisho ya sita, yani, ili uweze kufanikiwa katika maisha na kuwa miongoni mwa wale wanaoendesha maisha eh, baadaye ya kuwa miongoni mwa wale wanayoyavumilia, ni kuwa na uwezo wa kubadilika na kukubaliana na mabadiliko. Ndugu mtazamaji, maisha ni ya kubadilika, na wakati mwingine hata ukiwa na maamuzi ya kuunda mwelekeo wa maisha yako matukio yasiyotarajiwa yanaweza kutokea. Inakubidi hili ulizingatie kabisa. Wale wanaofanikiwa sasa kuunda maisha yao wanajua kubadilika na kukabiliana na mabadiliko, wakijitahidi kupona kutokana na asiyotarajiwa. Hili la mwisho sasa ndilo muhimu sana, japo kuna kuwa mabadiliko ni jambo la muhimu kabisa, kujitahidi kupona kutokana na yale ambayo yalikuwa hayatarajiwi ambayo yamejiingiza moja kwa moja kutokana na hali ya hewa au hali ya kimazingira. Mpenzi mtazamaji na mpenzi kabisa wa chaneli hii Umutarambirwa TV, kwa kuhitimisha, ningesema kuwa kuwa miongoni mwa wale wanaounda maisha na sio wale wanayoyavumilia, je, hili lawezekana? Namalizia sasa kwa kujibu kuwa ndio lawezekana kwa sababu tuna uwezo wa kuwa wahusika katika maisha yetu. Hili linahitaji kujitafakari, juhudi na wakati mwingine, na wakati mwingine kutoka nje ya maeneo yetu ya faraja. Lakini kwa mtazamo wa kiutendaji, akili wazi na azma ya kufanya kazi kwa kujitolea, inawezekana kabisa kuunda maisha yako, kuwa mtengeneza wake na si tu mfuatiliaji. Sasa, ndugu mpenzi mtazamaji, swali langu ni je, na wewe ni nini maono yako ya kuunda maisha yako? Asanteni sana ninyi ambao mlikuwa nami toka mwanzo hadi tamati. Hii channel ni Umutarambirwa TV na mimi uliyekuwa unasikiliza, jina langu ni Jerome Hakizimana J, kwa majina ya umaarufu Mtarambirwa Vibe Maker mc nikikukumbusha kuwa niko katika tasnia ya utangazaji ya pata miaka minane na ni kijana mchangamfu, japo si mkamilifu. Sina mwingu udhaifu, ningependa mtakatifu, naelekea kuwa maarufu, lakini kiwakosa nitakuwa mavile mufu, japo m mwaminifu. Ba, tukutane tena siku nyingine, panapo kuwa majaliwa. Kwaherini.